Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu an wa muhammadan abduhu warasuluh allahumma salli alayhi wa ala alihi wa sahabatih wa wa ajmain wa baad. Naam, ndugu wa Uislamu, kuna masuali yenu hapa, na leo linasema, suali la kwanza, baba amemchagulia mke mwanawe na mtoto akaridhika, lakini baada ya muda kupita, kabla hawajaoana mtoto wa kiume akamuona mchumba wake amejituma katika tiktok video ya kujidhalilisha. Mtoto hakuridhika na akamwambia baba yake kuwa hawezi kumuoa mwanamke wa namna hiyo, lakini baba hataki, anamwambia uh, mwanawe amuoe mwanamke huyo huyo na hayupo tayari amuoe mke mwingine. Je, huyu mtoto wa kiume anaweza kuoa mwanamke mwingine bila ya baba yake kushiriki? Jawabu, kwanza huyu baba hana haki hiyo. Hakuna mtu mwenye haki ya kumchagulia mwanawe mke au mume. Kiasi hicho kumchagulia kwenyewe, kama hivi, sawa, namchagulia mwenyewe, sawa, halafu mwenyewe aridhike, yani hilo hakuna mushkila, lakini lazima aridhike mwenyewe. Ndio sharia ya Kiislamu inavyosema. Watu wastahi kujiweka wao juu ya sharia ya Kiislamu. Hakuna mtu ambaye kwamba yuko above the law, mefahamiana Mwenyezi Mungu kishamua mtume, akishamua mtume sallam, alikuwa anaambia mtu anakataa kuoa oh, anaambia je, ushamuona? Ushamtaka? Umefahamiana, eh? Kwa hivyo ni lazima mtu amtake, na Qur'an ndivyo ilivyosema kwamba, fankihu ma taba lakum minan nisaa, oweni wanawake ambao kwamba mna wenyewe mnawapenda. Umefahamiana, eh? na huru hupi hapo kwa mwanamke, vile vile kwa mwanamke pia, ana ana ulizwa je, ameridhika hakuridhika? Kwa hivyo masuala ya ndoa hakuna mtu anaweza kuingilia, baba au mtu mwingine, yote kuchagulia si vibaya, lakini baadaye mwenye aridhike kwamba huyu sawa, anamtaka. Na huyu mtoto ana akili kubwa sana kwamba huyu mtu kamwacha huyu mtoto kamkataa, kwa sababu ya kisheria, kwa sababu yenye maana yani, yeye aa. Kwa hivyo mimi namnasihi huyu baba kwanza aache eh, kumlazimisha mwanawe, atafute mke anayetaka mwenyewe. Eh, taban ike mke ni mtu mbaya, hana tabia sawa, mtu baba anaweza kuingilia hapo. Lakini madamu mtoto hapa akaacha mwanamke huyo, kwa sababu kama inakubalika kisheria, basi mtoto ataweza kuwa mke mwingine eh, baba yake atajaribu kila njia kwamba na baba yake mridhishe, lakini kama hakutaka basi, ataoa anavyotaka mwenyewe mke ambaye, kwamba anakwenda kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu, mke mwenye heshima, mwenye kujistiri, mwenye adabu atakayemchungia heshima yake. Ayu wallahu tabaraka wa taala, alamu wahkam.